Way, tumpigie makofi mengi sana kabla hajaingia kwenye nafasi hii, kwa sababu sijui umepewa nafasi gani. Imagine ndo naoa ndo wafanya kazi wenzako wamekuja kwenye laus na ndo mnatag mat tumeshikilia kitenge kimoja tunakufurika Said, karibu na kuwasalimia watu bwana. Asante. Bwana toka nimepita gile picha. Yes. Mnaweza mkaona na enjoy. Ila kuna matatizo pia napitia. Juzi mama kanipigia, "Asante Said. Mwambie mheshimiwa bwana kunao jirani yangu amegusisha ukuta wake kwetu." <laughs> Yaani nyumbani wanavyonichukulia mimi na Mama Samia ni kama vile kuna muda naambia Mama Samia "Mama, kama uko kama uko free, njoo Makongo." <laughs> Naambia jamani mimi mwenyewe kuna muda si mpati jamani muda baba na mama anakaa kwenye vikoba kule, wanaambia marejesho, nasema taa santa wakimbia, wakati mwanangu yuko pale Ikulu. <laughs> <laughs> Nawambia mama, watakujega wakupige, tuwanipigi na wewe upo, nikawambia <laughs> tunapigwa wote. <laughs> Yeah, mko vizuri, mgeukie jirani yako, mwambie una jirani Sio jirani yako, lazima mgeukie. Huyu dada hata huyu dada hata ni jirani, ila kuwaza jinsia upande wa pili ya yeah. Uh, jana nimepigiwa simu nikaambiwa tutakuwepo hapa CRDB. Nimefika mapema, shida ni kwamba, Said, picha yako hapa ah. Yani, unaona hapa tulipocheka, usitoe kwanza, niwaelezee <laughs> Huyu hapa ndio mimi. Saa kwa wale ambao mlioko mkoani, huyu ni Mama Samia, wote mnamjua, ila huyu ni mimi. Kwa ukifika chuo waambiwa sikufanya chochote, ulikuwa na mtu wa Mama Samia. Kama kuna changamoto za mkopo andikeni kwenye karatasi, nikitoka mnipe nitazifikisha, ila najua mambo yamenyooka kupitia CRDB Bank, na mambo yote ni humu tu, si ndio? ila mama mamanaye alicheka sana jamani, ah, <laughs> ni kweli. Yaani kuna muda kama vile aliona classmate, sijakuona kitambo <laughs> Eliud naye alikuja akataka kupata picha kama ya hiyo, hata hadithi ya ni walichomfanya wale mabonzo <laughs> nikamwambia, nikaambia Eliud apige yoyote, sisi watu wa system tunafahamiana bwana <laughs> makofi kwangu eh. hiyo picha nitahakikisha mwisahau Eh, ukiona mimi nafaidi kuposti hiyo na posti uliopiga na mwalimu wako wa masi <laughs> <laughs> kipindi mnahangaika kuikomboa isabati ili taifa <laughs> yeah. Ah, unajua ukienda maeneo mengine, ukienda saluni unakuta wameangusha nywele, ukienda steshonari mangatasi yameanguka, ila kwa nini benki yaangushi hela jamani? <laughs> ukienda benki unakuta kila kitu kimetungwa hata ile kalamu bado wameifunga na kamba. <laughs> mtu uwe, jamani, Aa, mimi napenda sana kuongelea vitu ambavyo sio watu wanaweza kuviongelea mama, Mama Samia juzi nilimwambia kwa nini Ikulu weki pombe, nikafurahi. Lakini kingine ambacho mimi nakifurahi taifa, sheria za mtu kuwa rais ili taifa nazipenda, kwa sababu sheria zinasema lazima mtu ana umri wa kuanzia miaka 45 kuendelea. E, na mimi naikubali hii sheria sababu miaka 45 nakuta mtu ameshamaliza kuzaa kila kitu kamaliza. vijana tungekuwa tunaingia Ikulu tu tungekuja kushuhudia rais wa ajabu. Umekuwa rais, bahati mbaya ukapata na mtoto kale ka junior kanakuwa pale Ikulu. Shida sio ka junior, shida ni mazoea ka junior kwa watu wanaokuja Ikulu, amekuja Mwiguru Nchemba kanalilia tai yake <laughs> Umeenda kwenye ziara, mmekaa pale, nashangaa waziri mkuu ametoka nje, namuuliza waziri yuko wapi, anasema Juni amesema tukacheze. Kwa mimi naipongeza sana nchi yetu kwenye sheria za mtu kuwa rais. Makofi kwa walioweka hizo sheria yeah. Yeah, na sisi kama serikali. Eti sisi kama serikali. Wewe na nani Saidi? Ah, yeah, sisi kama serikali tumekubaliana akaunti ya serikali tutaifanya hiyo ya <laughs> CRDB. Yaani kuna ahadi unatoa, <laughs> meneja mwenyewe anasema saidimachpumbai. <laughs> Mapacha ndio watu ambao wana tabia kuvaa nguo sare kila sehemu, wanapenda kuvaa sare. Ukiacha mapacha kuvaa sare, watu wengine ambao wana tabia kuvaa nguo sare ni watu ambao wapo kwenye mahusiano kama Leivani na Faima. <laughs> Wapigeni makofi. Leivani, Leivani muoe dada wa watu umemchezea vya kutosha. <laughs> Hilo nalo hatutakuficha mambo ni humu tu. Kama unataka tukufungulia akaunti ya ndoa sema, meneja huyu hapa uoe. <laughs> Eh, e, mimi na mpenzi wangu tumeweka kuvaa nguo sare zile za soulmate. Mimi nikawa na soulmate. Unajua, sasa shida ya wanawake wengine mkiachana, vitu vilivyompa nampa mpenzi wake mpya tulivyoachana ile solo akampa mpenzi wake mpya. Siku nimevaa meti yangu aisee, milima ikutani bwana, nikakutana. <laughs> yule mpenzi wake naye kavaa solo. Bahati mbaya, tukaingia yote kwenye daladala, tukakuta zimebaki siti mbili, alafu uzaokoaju sijui wana nini, wakawa wanamfata kabisa, wanaambia we mnunulie mwenzio. <laughs> mnaweza mkona ni kitu cha kawaida. <laughs> ila kikawaida tu haiwezi kuwa kawaida. <laughs> Ukiachana hiyo mimi ni mtu ambaye napenda sana Biblia. Shida ni kwamba Biblia wengi hatuisomi kwa sababu imeandikwa kwenye mfumo wa maandishi. Wabongo sisi ni wavivu kusoma. Mimi ni mtu ambaye natamani Biblia ingetolewa kwa mfumo wa taarifa ya habari, wote tungekuwa tunaijua Biblia. Yaani unasikia: ifuatayo taarifa ya habari kutoka hapa Galilaya. Msomaji wako ni mimi Yakobo bin Yosafu. Wafanyabiashara walokuwa wamepanga bidhaa zao ekaruni, wavunjiwa vibanda vyao na mtoto wa Mariam. <laughs> Wanaharakati nchini Israeli wameiomba serikali imchukulie hatua za kisheria Mzee Ibrahim aliyefanya jaribio la kumchinja mwanae wa pekee. <laughs> Na katika michezo, bondia Goliati kiapua kwenye pambano lake dhidi ya Daudi leo Biblia. <laughs> <laughs> Yeah, wajua watu wengi wanasema uh, Yesu Yesu alikuwa anajibu watu wanavyotaka. Yaani Yesu anamuuliza swali na yeye, eh, ana kujibu tu anavyojisikia bro, ni kwa kwakuwa wanajeshi wakuwepo, yaani ni kama sasa hivi Yesu akatize pale Lugalo, wamwambie hapo hamna njia, alafu wajibu ni wewe wasema, si asingeweza? Ndio jamani ya, huku unacheka tunakukumbusha CRDB SimBanking. Oh. Eh hey, humo tu. Ah, umezungumza habari za shule na hakuna watu walikuwa wanajiona wamepatia kama wenye mwandiko wa kulala. <laughs> Achana, <laughs> kuna wale wajingi wanaandika point kwa wino mweusi maelezo kwa wino wa blue. <laughs> <laughs> Wengi saizi wanafanya marketing kwenye viwanda vya rangi. <laughs> Wazi wa kulemba note. Saidi, uh, kabla haujaondoka kwa sababu wewe pia unaonekana ni mtu wa 16, naomba nitambue uwepo wa raisi eh, jumuiya ya wanafunzi Tahiliso, naambiwa amefika. Madam yuko wapi raisi? Ah jamani, makofi mengi sana. Okay, nitapiga. Um, kuna zawadi leo. Kuna zawadi leo. Za kwangu. Hapa tunatoa, ushajua humu ni humu tu. Zawadi ni nyingi, mwaka jana kutoa magari. Utaongezea kwenye nauli ndugu yangu. Ukampe lete nipe tampa mimi. lete nipe mimi, tampa mimi. Kwezi kumsumbua mboy <laughs> <laughs> Chake ni changu. Eh, Eh, Eh, sasa, sasa <laughs> Hey, na nakushukuru sasa hivi na roho ya kutoa. Eh, si umeachilia mboy. Asante. Umeachilia ndogo ya. Amenipa. Mimi ni meneja meneja wake. Wewe ndio meneja? Yeah. Uh, by the way, asante oh, sana hey. Niendelee kufanya hazina. Ah. Jamani <laughs> kama nimetoa 2000 kaje, naomba nitoe tena 2000 watu waumu <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Saidi, unamaliza change iliyorudi wakati unakuja <laughs> kwako ni mbali na pajua Okay. Ha, kwenye <laughs> ah, kwenye simu. Sawa, michezo sasa hivi, hivi Shukrani sana. Tugawane tumefanya kazi. Asante sana. Jamani tupige makofi mengi sana kwa Said Saidi. Na wakati Said Saidi anapanda hapa.